Ah, eh, <laughs> <laughs> Are you ready, babe? Kabisa. Let's do this. Alizaliwa tarehe 14 Mei mwaka 1973 mjini Pittsburgh, Pennsylvania, Marekani. Alikulia katika familia ya muziki ambapo ya mama yake na bibi yake walikuwa wanahusika moja kwa moja katika tasnia. mm -hmm. tangu akiwa mtoto alipenda kuigiza, kuimba na kucheza akiweka, of course, ndoto ya kuwa star wa muziki. Alianza kuimba hadharani akiwa na umri mdogo na aliwahi kushiriki vipindi vya watoto vya televisheni kama Star Search na Kids Incorporated ambako sauti yake nyororo na ya kipekee ilianza kuvutia mashabiki. Alipoingia rasmi kwenye muziki sasa, alipata nafasi ya kurekodi chini ya lebo ya Motown Records. Mm -hmm. Aa, lakini mafanikio makubwa yalikuja alipokuwa na umri wa miaka 18 baada ya kupata nafasi ya kushirikiana na mtayarishaji mashuhuri na Narada Michael Walden. Wimbo uliomletea umaarufu mkubwa uliandikwa na Jarvis Baker na Narada Walden ambaye pia ndiye aliyeutayarisha. Midundo laini ya R&B ilichanganywa kwa ustadi na jazz na pop, mm -hmm, na kutengeneza sauti iliyoambatana na tabasamu lake halisi na la kuvutia. Wimbo huu hapa Ulipotoka mwaka 1991 ulipokelewa kwa kiwango kikubwa sana duniani na ukushika nafasi ya pili kwenye Billboard Hot 100 na namba moja kwenye chati za R&B, ukafika pia juu kwenye chati za Uingereza, Ujerumani na Australia. Alipewa nafasi nyingi sana za maonyesho ya kimataifa, aliwania tuzo kama Grammy na Soul Train Music Awards. Wow. Na wimbo wake ukatumika kwenye matangazo ya runinga, filamu na vipindi vya watoto. Ilikuwa ni mwaka ambao wimbo mmoja ulikuwa unatosha kabisa kumweka kwenye ramani ya dunia na kuwazima kwa muda washindani wake katika midundo laini ya R&B, na katika enzi hizo katika, eh, katika mahojiano aliwahi kusema napopiga tabasamu sipendezi tu, nasema mengi, tabasamu ni sauti nyingine ya moyo. Maneno haya yalionyesha kuwa wimbo huo haukuwa wa mapenzi tu, bali pia wahisia halisi na hali ya maisha ya furaha na matumaini. Afrika Mashariki sasa hasa Tanzania na Kenya waliupokea wimbo huu kama sauti ya mapenzi ya ujana. Ulipigwa sana kwenye radio maarufu za kipindi hicho, sherehe na hata mashindano ya vipaji mashuleni. Ulibaki kuwa kumbukumbu ya kipindi kizuri cha R&B safi ya miaka ya 90. ni wimbo gani? natamani kusikia, maana sielewi kabisa, nimepotea. Yani najua alizaliwa huyu, ni nani <laughs> <laughs> uh, wimbo wa, wa, nani? Yep. 7 mm. I, I love I love a smile umenikumbusha. Yep, mbali sana. Enjoy, basi napenda tabasamu lako. <laughs>